Vitu vingi sana ambavyo mwanadamu anasumbuka navyo vina require imani kubwa sana, imani kubwa sana. Kwa mfano uh, nadharia ya uibukaji eh, ama nadharia ya mabadiliko eh, kwamba tulianzia kwenye aina fulani ya kiumbe tukawa na maendeleo hatua kwa hatua mpaka tumekuwa binadamu eh, it requires a big faith to trust this theory eh, si imani ya kawaida. Yani inakutaka uwe na imani ya, ya, ya, ya, ya, ya ajabu, kwa sababu tukienda kule msituni tunaona masokwe ambayo hayageuki kwa binadamu. Sasa uki, ukiamini nadharia hiyo unapaswa uwe na imani kubwa sana lakini vitu vitu vya Mungu havitaki imani kubwa kiasi hicho. Tumeumbwa, ninaamini, short and clear. Mungu ameniumba kwa namna ya ajabu na ya kutisha, Zaburi 139 fungu la 14. A very simple faith. Yesu aliwaambia uh, wanafunzi wake kwamba imani yenu ikiwa ndogo tu kama punje ya haradali, mwaweza kuambia mlima huu ng'oka. Ondoka uh, kutoka mahali hapa uende baharini na itakuwa hivyo. Imagine Mungu anahitaji tuwe na imani ndogo tu ndogo tu, it does not require a big faith to trust in God, it only requires a smaller faith. Ha, haimaanishi kwamba a small faith uwe na uwe na mashaka uwe na doubt kuhusu Mungu, lakini inaonyesha tu urahisi wa kuamini mambo ya Mungu. Ni kama vile kupotea eh? kupotea kunahitaji juhudi, sijui nisemeje hapa <laughs> kupotea kunahitaji juhudi, yani you have to be a very hard worker ili upotee, ili uangamie, lazima uwe na juhudi, ujitume ili uangamie. Ni kama kupata sifuri kat katika, uh, katika hesabu ama masomo mengine Napo kuna juhudi yake, lazima uweke juhudi ya kuto kufanya uh, zile assignment. Lazima uwe na juhudi, lazima uwe na juhudi. Sasa kwa Mungu penyewe panataka tu imani yani, wokovu, wokovu Mungu amewekea very simple formula, kauni rahisi kabisa, kuamini tu, kuamini tu. Yohana 3:16 kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee ili kila mwaminie asipotee. Simple like that. Simple like that. Yani, wokovu ni mrahisi, ni imani tu, ni imani tu. Sasa usiweke jitihada zako kubwa kwenye upotevu. Wewe kuna urahisi, kuna urahisi katika kuamini. Amesema atakuja, naamini atakuja. Amesema nikiamini nitaokolewa, ninaamini naokolewa. Amesema yeye ni mwana wa Mungu, ninaamini yeye ni mwana wa Mungu, na ndivyo ambavyo itabaki hivyo siku zote. Na amesema ananipenda, ninaamini ananipenda, simple like that. Kwa hiyo nikutoe moyo rafiki, uh, tafuta tu kuwa na imani rahisi na ita, ita affect in a positive way maisha yako, si tu ya kiimani, si tu ya kiroho, bali hata maisha yako ya kila siku.